Sana na mimi, mko salama. Mungu ni mwema, Mungu anawasaidia anatusaidia sote mm. Tushukuru kwa zile sehemu ambazo tumetoka, kwa sababu hakuna mtu mwenye alichagua kwenye atazaliwa. Sote tulijipata tumezaliwa sehemu ambazo tupo ama tulizotoka Bati, changamoto za maisha zisikupe nguvu ya wewe kufanya uhuni ama tabia chafu katika jamii, kwa sababu. Usijipe nguvu ya kusema kwamba mi nafanya hivi kwa sababu aidha mi nimetoka familia yenye hajiwezi ama kwa sababu kuna hivi na hivi. Hapana, hiyo haikupi ruhusa Fanya kitu ambacho akifai. Tufunze ndugu zetu, tufunze watoto wetu na tufunze jamii yetu kuishi na maadili, kwa sababu hakuna mzazi mwenye amebeba mtoto tumboni miezi tisa akahangaika na yeye akamlea vizuri nini kwa kile chenye uko nacho alafu baadaye yule mtoto anageuka anaanza kuwa na tabia chafu, uhuni, kuua watu, kuibia watu, kufanya umalaya, yani vitu vichafu vichafu. Alafu baadaye cha kusikitisha zaidi, unapata kama ni kijana ama ni msichana, unapata anauawa kwa sababu edha amepatikana mahali, anauliwa. Alafu sasa baadaye ndo unapata wale watu wa familia, ndo unapata, ndo wanalia wanasema, eh, mbona hivi, mbona hivi. Lakini walikuwa na yeye na hicho kipindi chote walikuwa wanajua kwamba huyu mtu fulani tabia zake si mzuri. Mtu fulani wanajua kwamba huyu hey, tabia zake haziko sawa na mwisho wake utakuwa mbaya tusipoangalia. Unajua, kumkanya mtu si kumwambia wewe wache hicho kitu, kwa sababu ukumbuke sisi tuko katika dunia ambayo tuko katika vita. Na ni vita. Nikisema vita, namaanisha vita vya kiroho zaidi, kwa sababu kila muda shetani anakuangalia ukijaribu ku, akijaribu kukuona kwamba una kitu fulani ambacho utakuwa bora, yaani anajaribu kivyovyote kabla haujafikia kile kitu awe amekukwamisha. So unaposhauri mtu ama mtoto wako, ndugu yako, ama nani katika familia, ama katika jamii, usimshauri kwa kumwambia tu maneno kwamba wacha tumia maombi, kwa sababu maombi yana nguvu, kwa sababu shetani naye huwa ana anampigania vita yule mtu unayemshauri. Kwa hivyo zile nguvu anazotumia shetani ama ibilisi, wewe ndio unafaa kutumia nguvu ambazo ziko juu yake ili kusudi kumoka wa yule mtu kijana i si, vijana sahizi wa miaka kumi na tatu kumi na nne ishirini unapata unasikia story kwamba amechomwa ama nini, ana unapata, si vitu vya kufurahisha na ni vitu vya kusikitisha, so tutafute mbinu za kusuluhisha na mbinu mzuri le kubwa. Ukishamwambia mtoto kwamba usifanye kitu usiachie hapo Jaribu umemwambia usifanye, na pia uchukua hatua. Kama wewe mtu unapenda ule mtoto awe vizuri, ujaribu kumwombea na ujaribu kumwambia kila siku. Na pia unapomwambia, unapomkanya mtoto, usimkanye tu usimkanye tu kwa maneno, jaribu kumkanya kwa njia mingi. Mfano, uhakikisha tele com, uhakikisha tele company anayo kaa nayo ni kampani ya aina gani? Kwa sababu wewe unaweza kuwa unafanya unamshauri vizuri, lakini sasa akitoka pale, wale watu wenye wanakaa nao ndo chanzo cha haya yote. Tunapoteza vijana katika jamii, tunapoteza wasichana. Wanapata msichana mzazi wake amehangaika, amempeleka university ama college Unapata msichana anatoka na tabia safi kwa nyumba, lakini akifika huko sasa, hizo vita naye, shetani ni nani, anampiga vita yani, alafu wale marafiki. Na unajua nikisema shetani ni hata ni kwanza hata wale watu wenye wamewazunguka, unapata anapigwa vita, unaanza kupata na change tabia, unaanza anaanza kufaa vimini, sketani tabia, tabia chafu cha so hata mzazi unapopeleka mtoto shule, na hata kama ule mtoto anaonyesha uko na tabia nzuri, usiache, hakikisha kwanza unamwombea. Wajua maombi ndio ni kitu bora zaidi, kwa sababu kule ataka kuenda, maombi ndio atafanya kazi. Muombe na waombeeni, kwa sababu unapata msichana anafika huko, mara unapigiwa simu kwamba msichana wako amepatikana mahali fulani, ameuawa alipatekali yani, vitu vichafu, vichafu sana. So tujaribu kujitahidi, yaani kufanya zaidi ya kivile tunavyofanya kuwa shauri na ushauri, pia unamaa unam, unamkalisha fanya hivi na hivi, after pale unamwombea. Ukishamwombea tena unamkumbusha unamkumbusha, so, hey, hii hali itaisha lakini ati bila hivyo eh, yani kila siku nasikia stori tu, vijana fulani wamepatikana, walikuwa walikuwa wanaiba kitu fulani wakachoma, alafu sasa wale wale watu wa familia ndo unapata sasa, pale ndo wanaanza kulia. Eh, mbona ulikuwa hivi, ulikuwa hivi? But wakati huyu mtu alikuwa na wao hawakushughulika na hata kama walishughulika hawakushughulika jinsi inavyotakika inavyotakikana. So, tuweni makini sana tunapolea watoto wetu, tusiwalee tu kama kuku. Yani unampatia chakula ndo basi, yani unawalea unampatia unampatia mahitaji ya kimwili mahitaji ya kiakili maombi kwa sana, yaani unajaribu kumtengeneza kumtengeneza, kwa sababu tuko katika vita vya kiroho na hayo yote yanatoka. Unapata mtu hata anafanya hizo vitu, pengine yeye hajitambui. Ni ile roho ambayo imewekwa ndani yake. Sasa unapata ile roho inamtuma, anafanya vitu vichafu vibaya sana So tuweni makini, tufunze ndugu zetu, jamii yetu mambo mema, na tutafute njia nzuri za kushauri sisi. Njia zenye tunatumia ti, wewe sijui uone tabia mbaya, wacha utauawa, hiyo haitoshi, kwa sababu yule mtu nayemwambia hivyo, kuna ile roho inamsukuma na hiyo roho inatumia nguvu nyingi, so yale maneno kumwambia acha hiyo hayatatosha, just pray for them. Mungu awasaidie na kila kitu kiwe sawa. Inshallah. Amina, Mungu atusaidie eh, nikumbaya kubaya mbaya